Fanya haya mazoezi mawili, wewe mwanaume ambaye haupati amu ya kufanya tendo la ndoa, yatakusaidia wewe kuperform vizuri tendo la ndoa na kupata amu pia. Zoezi la kwanza linaitwa zoezi la Kegel exercise. Ili zoezi unapokuwa unafanya, unalala chali, unakunja mguu, unakuwa unafanya push up ya kiuno, unapandisha kiuno juu, unashusha chini, unapandisha kiuno juu, unashusha chini. Fanya at least stepu ishirini mpaka hamsini. Fanya kila siku asubuhi. Zoezi la pili linaitwa PC muscles exercise. Ili zoezi unakuwa unajikaza, ua unabana mkojo usitoke, ila hakikisha na haja kubwa, hakikisha hauna mkojo wala haja kubwa, unakuwa unabana mkojo usitoke pia na haja kubwa. Fanya haya mazoezi kila siku, yatakusaidia wewe mwanaume ambaye unashindwa kupafunu vizuri tendo la ndoa, pia yatakusaidia wewe mwanaume ambaye unawahi kufika kileleni. Kama una changamoto yoyote kuhusu uzazi wako wewe mwanaume, ama unapati amefanya tendo la ndoa, unawahi kufika kileleni, unaweza ukanitafuta nikakusaidia nika kwa ushauri na tiba pia. Kama hauja subscribe channel yangu naomba usubscribe, ninapokuwa na post video uwe unapata taarifa mapema. Asante.